Tunacheza hatuchezia nachezwa aichezi sawa sawa. Kwanza kabisa, kwa niaba ya mkurugenzi wengu hapa wa wanachama, mashabiki na masoko, ningeomba nianze kwa kuwapa shukrani kubwa sana kwa kujitoa kwenu, kwa mapokezi mazuri ambayo mmetupatia leo. Timu yetu itaingia hapa Tabora siku ya tarehe moja, lakini leo mapokezi ambayo mmetuonyesha viongozi wawili ambao tumekuja hapa bila shaka, ujumbe utafika kwa wachezaji na wataona kwamba Tabora iko tayari kwa ajili ya mchezo wa tarehe mbili. Jipigieni makofi m sasa niwaambie kauli nyepesi kabisa, Tabora hatujakuja kwa ajili ya mechi ya kawaida, tumekuja kwa ajili ya kulipa. Tumewaambia wenzetu wa Tabora United ule uwanja, jua liwake, mvua inyeshe, kisasi cha Yanga kitalipwa. Tabora United tuna sila nao sana, ni nyumbani lakini, naambia asali, yani, nyuki, Tabora United, tutawapiga supu na wameingia kabisa. Dalili ya mvua ni mawingu, na haya maandalizi tumeyafanya muda mrefu, kwa sababu Tabora tuna kisasi naye. Hawezi kutunywa sisi supu, yana tunywa ya supu, anazunguka mtaa kwa mtaa, anashangilia kutufunga sisi. Tunataka tumwonyeshe kwamba sisi ndo wananchi, sisi ndio timu kubwa. Hao wana kauli moja kwamba wanasema nyuki akumbatiwi, ila sisi wananchi tunakuja na kauli ambayo inasema nyuki anakumbatiwa na anapigwa busu vizuri tu, na asali yake tunabeba, tunaipeleka Dar es Salaam.